Hasa tukiangazia mahali tunapoita nyumbani hapa Kenya. Ni kipindi kinachoangazia masuala ya aina mbalimbali, ikitia ndani masuala ya kijamii, ni masuala ya kisiasa, ya kiserikali, masuala ya kila aina, na tungependa kukualika ili uandamane nasi kupitia mitandao ya kijamii, hasa katika Facebook, YouTube, Instagram na yote ni hat. Pepeta TV, na bado endelea kuandamana nasi moja kwa moja. Unaweza kutupigia simu na kuzungumza zazi ndani uh, ya studio uh, bila shaka leo tutazungumzia kuhusu vijana. Kumekuwa na mkurupuko wa maandamano ulimwengu mzima na umeleta mabadiliko makubwa, uh, kupitia vijana. Lakini je, tunaweza kudhibiti maandamano ya vijana tunaweza kudhibiti uharakati unaotokana na vijana? Matokeo yamekuwa vipi? Je, matokeo kutokana na uharakati wa vijana unaoleta hata maandamano ambayo imeleta michafuko wakati mwingine, je, imeleta manufaa ama ni hasara? Ni mambo ambayo tutazungumzia papa hapa ndani ya studio asubuhi ya leo. Tunakukaribisha ili kuandamana nasi lakini, kama kawaida sisi tungependa kwanza na kujua ni ya ni nini kinachojiri katika magazeti hapa nchini Kenya. Kama uko na gazeti lako, kama hujapata, labda tungependa kuangazia eh, ni nini kinajiri katika magazeti asubuhi ya leo, na tungependa kuanza kupiga msasa gazeti la Daily Nation. Gazeti la Daily Nation linazungumzia kuhusu Uh, swala ambalo ni nyeti kabisa ni swala nyeti, inazungumzia kuhusu SHA. Inasema katika ukurasa wake wa kwanza inasema SHA: More Pay, less benefits. Ha? kama umeweza kutumia uh, mfumo wa SHA je, unakubaliana una na maoni ya uh, uh, the Daily Nation eh, uh, wanasema hasa ikiangazia kwamba wagonjwa wa saratani cancer inasema cancer patients suffer a pain of inadequate cover ya? Yeah? Na tumeona malalamishi makubwa, wenki wengi wagonjwa wa saratani wakitaja jinsi wanapopitia magumu uh, wanapotumia mfumo wa SHA inasema one year after the launch of the Social Health Authority which is funded by um, um,

Added to a treatment after exhausting their cover Ukienda katika ukurasa wa, wa nne utapata habari hiyo kwa kina, na bila shaka utaweza kuelewa e, utafiti ambao umefanywa na gazeti hili la Daily Nation, na basi ni mambo ambayo inahusiana na, na, na mfumo huu wa SHA. Basi uh, tungependa pia kuangazia katika gazeti Um, um, gazeti pia uh, Taifa Leo Taifa Leo sasa tumetoka kwa Daily Nation. tunaenda kwa Kiswahili sasa pia uh, pale uh, Taifa Leo pia naangazia uh, kuhusiana na uh, wale wanataja moja kwa moja, na hapa hata tutakutana na uh, baadhi ya wa wagonjwa wakizungumza uh, katika ukurasa wake wa kwanza inasema nangonjea tu kifo, eh huh? Bila shaka ndivyo ni, eh, ni, ni, inavyosema katika ukurasa wake wa, wa kwanza na tungependa kupata maoni ya mgonjwa mmoja hapa. Anasema naeleza katika ukurasa wa mbele nasema, eh, wagonjwa wanaougua saratani wamesema sasa hawana matumaini ya kuishi na wanakondolea macho mauti, huku wakilalamikia kuwa bima ya afya ya jamii ama sha agharimii matibabu yao kikamili. Agnes Washeke aliyepatikana na kanza ya matiti Januari uh, mwaka huu amefanyiwa uh, tibakemia mara sita na pia anapaswa kundungwa sindano 18. Alisimulia kuwa baada ya kulipia ada ya elfu sita, shilingi elfu sita mia saba ya sha bima hiyo iligharimia nusu ya matibabu yake. Amekosa matumaini kwa vile hana mahali pengine pa kupata pesa za kuendelea na matibabu yake. Ni baadhi ya changamoto ambao wagonjwa wanaendelea kupitia. Uh, pale basi, uh, utaweza kupata habari hiyo zaidi kwa kina, enda katika ukurasa wa pili, inapatikana pale. Utaipata kwa kina kuhusiana na habari uh, hiyo. Basi ukurasa wa tano pia utapata kuhusu rekodi um, za matukio ya kutisha Shakahola utapata. Kumbuka kisa hiki kiliripotiwa wakati uliopita, kisa ambacho watu wengi maiti ilifukuliwa katika shamba la Shakahola, na bado kisa hiki kinaendelea kugonga vichwa vya habari hadi wakati huu. Basi inasema kwamba mwanaume aliyetoweka, uh, Shakahola Moses Kahindi aliacha vitabu aliko nakili kumbukumbu kumbu za matukio msituni humo, na sasa vinatumiwa kama ushahidi kotini eh? Basi enda ukurasa wa tano utapata habari hiyo uh, kwa kina um, uh, pia ukurasa wa tatu utapata habari kuhusu habari uh, kuhusu Kenya Moja. Kumbuka kuna uh, sasa kumeanza kuna kizazi cha Kenya Moja kinachoongozwa na uh, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na Babu Wino, um, Uh, ki, ki, kinachoonekana ni kama uh, kikosi cha ja, a-kitakuwa na, kinachukua nafasi ya tatu, lakini kimeanza kuwa na ushindani na ile ule upinzani rasmi ambao unaongozwa na kinara wa DCP ambaye ni Rigathi Gashagwa. Wanaishi kwamba kikosi kile akiaminiki. Uh, uh, kumbuka sasa kumetokea uh, mashindano pale, ukienda mstanda katika ukurasa wa tatu utapata habari zaidi kuhusiana na na kikosi hiki kinaongozwa na Edwin Sifuna. Basi uh, utapata pia habari uh, kuhusu kurasa wa nne pale, utapata habari kuhusiana na chanjo. Kumbuka ilikuwa ilito, itolewe bila malipo, lakini sasa serikali inaonekana kubadili nia, na wafugaji wa, wa eh, wanalazimika wana kulipa uh, ada fulani kupata chanjo ya mifugo. Ukifuka pia upande wa Uganda, kumbuka kuna uchaguzi uh, unaokaribia una Utapata habari kuhusu Bobi Wine ambaye amemhakikishia ukurasa wa sita amemhakikishia uh, yule mkongwe uh, Yoweri Mkaguta Museveni kwamba hasiwe na wasiwasi. Uh, anapopokeza mamlaka kwa amani atakuwa salama. Utapata habari hiyo zaidi katika ukurasa wa sita. Sasa tuende katika gazeti la The People Daily. Gazeti la The People Daily uh, utapata pia inazungumzia kuhusu ukurasa wake wa kwanza pale bado inaendelea uh, kuzungumza kuhusu uh, ma, changamoto zinazotokea kuhusiana uh, kuhusiana na mfumo wa sha. Basi tukienda katika gazeti la The Standard gazeti la The Standard. E, gazeti la The Standard gazeti The Standard pale pia tunapata um, um, wale wanasiasa pale, sasa ni siasa nitanguliza pale mbele inatoa e, mapicha kadhaa nawakilisha viongozi fulani kutoka mkoa wa Magharibi na inataja pale, inasema these are not our uh, our heroes, these are not our heroes. Huo ni katika ukurasa uh, ukurasa wa kwanza, na basi, ukipata gazeti hilo utaweza kupata habari zaidi uh, kuhusiana na wanaume ambao wameonyeshwa pale mbele uh, pale inasema kwamba.

Um, uh, connected inaangazia kuhusu awadi za mashujaa ambapo kumetokea list ambayo imeleta um, mgongano pale, ambayo uh, wengi wanasema kwamba haiwakilishi uh, mashujaa wa Kenya. Basi ukienda katika gazeti la uh, The Star, gazeti la The Star uh, pale katika ukurasa wake wa mbele uh, inazungumzia kuhusu mambo ya, ya um, Eh, nazungumza inasema kwamba katika ukurasa wake wa kwanza inasema fresh land pay out scandal it's mega Ketraco project. Sasa hapo utapata habari zaidi kuhusiana na um, sakata za Ketraco, ambapo tumepata habari uh, kuhusiana na masuala yale. Inasema kwamba at least 4 billion shillings in compensation remains unpaid to land owners. Uh, ukipata gazeti la The Star utaweza kupata habari zaidi. Basi huu ni uchambuzi uh, wa magazeti ya leo tumeweza kupata ni habari zinazogonga uh, vichwa vya habari katika magazeti yetu hapa nchini Kenya. Basi unaweza kupata nafasi na, na kuweza kupata nakala yako na kuweza kupata habari uh, zaidi, kwa sababu hatuwezi kusoma gazeti zima uh, na kwa sasa ili kuweza kuruka katika sehemu ya pili, tuna wazo la siku. Katika wazo la siku, katika wazo la siku, kila asubuhi tunapata jambo la kutafakari, na tungependa siku ya leo uweze kuanza na jambo fulani uweze kutafakari katika siku nzima. Katika wazo la siku leo tunasema hivi, mwenye nguvu ni yule anayejitawala. Mwenye nguvu ni yule anayejitawala. Inamaanisha nini? Unaweza kwenda katika uh, sehemu yetu ya Facebook uh, YouTube na kutoa maoni yako, tutafurahi kuyasoma papa hapa ndani ya studio na tutapata maana kwa kina uh, uh, wa msemo huu tunapomalizia kipindi hiki. Mwenye nguvu ni yule anayejitawala, ni katika wazo la siku na basi, uh, ili tuweze kuanda ku, ku, ku, kuendelea na kuanza uh, katika mada yetu ya asubuhi ya leo tungependa Uh, kumkaribisha aliye uh, ndani ya studio asubuhi uh, ya leo ili tuweze kuzungumzia kuhusu uharakati unaotokezwa na vijana ulimwenguni kote. Tungependa kumkaribisha katika studio ambaye amejiunga nasi asubuhi ya, ya leo uh, si mwingine ni mwana harakati wa kisiasa hapa Nairobi, anajulikana uh, kama Joseph uh, Shifaji Nafikiri natamka jina vizuri. Tunakaribisha ndani ya studio, karibu. Unaweza salimia watazamaji wa Pepeta TV, okay, na kueleza umezaliwa wapi, e, unatoka wapi na kwa nini umo ndani ya Pepeta TV. Wana Pepeta TV, nasema habari za asubuhi wote, na karibuni katika Pepeta TV. Mimi kwa majina na vile mtangazaji wetu bwana Wetaka amesema na ndio, Joseph Mwangi Shibati. Nimezaliwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi, lakini mimi ni mkazi wa Nairobi kwa miaka mingi, kwa sababu utoto wangu mingi nimelelewa Nairobi, hivyo na sisi tunafanya siasa za Nairobi na sisi tunaketi katika mji huu wetu wa Nairobi. Salamu. karibu sana karibu sana uh, bwana Joseph ni uh, mwana kati wa kisiasa Uh, kutoka katika mkoa wa magharibi, na basi tungependa kukaribisha ndani ya studio na leo tutaweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na watazamaji uh, wa Pepeta TV, na leo tunazungumza kuhusu vijana. Saa hii sasa kumetokea uana harakati kwa njia mpya wa kizazi kipya, na hata kumetokea kizazi ambacho kinavuma ulimwenguni kote, kizazi cha Gen Z. Ni kizazi ambacho ki na miaka kumi na tatu hadi ishirini na nane hicho ndicho kichazi cha Gen Z. Kwa hivyo kama wewe haumo katika kuanzia miaka kumi na tatu hadi ishirini na nane wewe si Gen Z, lakini unaweza kuwa kijana kwa sababu uh, ikitegemea umezaliwa wapi. Katika Afrika nzima tunajua kwamba vijana wanatambuliwa kuanzia uh, miaka kumi na nane hadi thelathini na tatu hao ni vijana, lakini vijana wa Gen Z, ishirini na nane. Na basi uh, tumeona Gen Z wameleta mabadiliko katika nchi mbalimbali, na leo tumeamua kuzungumzia kuhusu uharakati activism ya vijana ambayo hata imeleta mabadiliko. Tumeona hapa Kenya vile vijana wa Gen Z walileta mwamko mpya kwa njia ambayo hakuna mtu alitazamia hata ndoto. Hakuna mtu alikuwa ameota ndoto kwamba kwa mara ya kwanza vijana wangefanya maandamano na hata kupata nafasi ya kunywa chai ndani bila ruhusa ndani ya bunge la Kenya.